Sema kwa heri pressure, kisukari, upungufu wa nguvu za kiume, maumivu ya magoti na kuvimba kwa tezi dume mmoja na magonjwa mengineyo. Kwa kutumia Seamoss Plus ambayo inapatikana Tanzania kupitia Nyamunzi Traders. Watu wengi wamenufaika kiafya kwa kutumia Seamoss Plus. Seamoss ni mea ambayo huwa baharini na unatumika kama tibarishe na unaweza kutumika tangu karne ya kumi na tisa katika nchi za China na Ireland. Na Seamoss Plus yetu ni mwani wa kitaalamu na chai chai, tangawizi, mabibo na, na, na aloe vera. Seamoss Plus ina faida mbalimbali katika mwili wa binadamu. Faida ya kwanza, kuimarisha kinga ya mwili, ambayo itakusaidia kupambana na magonjwa na pia kuzuia magonjwa wakati. Faida ya pili, kuimarisha afya ya moyo, kushusha shinikizo la damu au pressure, lakini pia kuzuia cholesterol katika mwili ambao husababisha magonjwa mbalimbali. Faida ya tatu ni kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa, SeamossPlus ina nyuzinyuzi ambazo husaidia katika. Faida nyingine ya SeamossPlus ni kwamba huupatia mwili nishati, kwa sababu ina ayodin ambayo inatumika katika tezi ya ambayo iko shingoni ya thyroid kufanya mwili uweze kuwa active na kufanya kazi vizuri. Lakini pia kutokana na mambo ya nyuzinyuzi, ndio tunasema awali SeamossPlus inasaidia kwenye kupunguza uzito na kusaidia utendaji kazi wa mwili, kwani inaweza kufanya uweze kupunguza mafuta yaliyo katika mwili wako. Lakini faida ya mwisho ambayo ni nzuri zaidi ni kwamba Seamoss Plus yetu ina virutubisho ambavyo husaidia kuzuia kusambaa na kushamiri kwa seli ambazo zina kansa katika mwili. Hivyo ni kinga nzuri dhidi ya kansa. Kwa hiyo karibu uweze kuagiza na kutumia Seamoss Plus ambayo itakusaidia kuwa na afya njema.